Haji Sande Manara El Bugati ameandika andiko kuhusu uongozi wa rais wa TFF Wallace Karia juu ya kile ambacho Haji Manara anakidhania, lakini tu mwishoni kwenye andiko lake ameweka hashtag ya kusema kwamba Karia must go. Lakini kabla sija kusomea andiko la Haji Manara, naomba nikukumbushe kidogo, ili sakata la hawa watu wawili lilianzia wapi. Kumbuka mwezi wa saba mwaka 2022 ulipigwa mchezo wa fainali fainali ya Azam Sport Federation Cup, uh, kombe la shirikisho nchini Tanzania mchezo kombe ambalo sasa hivi limebadilishwa jina linaitwa CRDB Federation Cup, lakini wakati ule lilikuwa linaitwa hivyo kombe la shirikisho la Azam. Sasa kwenye ile fainali fainali ambayo lilipigwa katika uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga, katika kikosi cha Coast Union dhidi ya Yanga, mchezo ambao uliisha kwa sana mabao matatu kwa matatu, lakini Young Africans walishinda mchezo ule kwa mikwaju wa penalty lakini nje na dakika 90 za mchezo kulikuwa na sitofahamu kati ya Haji Manara na rais wa TFF Wallace Karia katika mchezo ule. Inasemekana ya kwamba Haji Manara alikuwa akimtupia maneno kiongozi huyo ambaye nimzungumzia rais wa TFF, na ikapelekea Haji Manara kuweza kufungiwa kujihusisha ku na mpira wa miguu kwa takriban miaka miwili na faini ya milioni kumi, lakini sakata lile lilienda li watu wakapaza sauti, watu wakamwambia msamaha Haji Manara, lakini ile sakata ilikaweza kupunguzwa kidogo. Na akapigwa faini ya shilingi milioni tano na msimu uliopita au mwaka jana sasa 2024 Haji Manara alimaliza kifungo chake cha kutojihusisha na mpira wa miguu, na amerudi kwenye game ya kujihusisha na michezo sasa kwa jumla, kwa sababu Haji Manara tunafahamu ni mmoja kati ya watu ambao amekuwa wa wakiupa thamani sana mchezo wa mpira wa miguu kwa Tanzania. Ukiangalia hata kwenye ngazi za vilabu kipindi bado yuko Simba amekuja Yanga, lakini hata mchango wake kwenye timu za taifa umekuwa unaonekana dhahiri. So Haji Manara baada ya kufungiwa kule, tulishuhudia wiki mbili zilizopita, Haji Manara alianzisha foundation yake ya kusoma Qurani kushindanisha mashindano ya kusoma Qur'ani na kwenye ile press ambayo alikuwa akizindua lile shindano lake, alikuwa akizungumza na wanahabari, aligusia jambo kuhusu uongozi wa Wallace Karia. Na moja ya kitu ambacho alikizungumzia pale ni kwamba yeye binafsi hafurahishwi na uongozi wa Wallace Karia, na akataka ya kwamba viongozi amini, baraza la wazee la Young Africans waweze kuitisha kikao cha dharura, ili waweze kusema ya kwamba hawatocheza tena mchezo wa dabi dhidi ya Simba kwa sababu haya yote yanaendelea ni kutokana na tarehe nane kushindwa kuchezeka mchezo wa dabi ule utakao kupigwa tarehe nane mwezi wa tatu 2025 kati ya wekundu wa Msimbazi, Simba dhidi ya Young Africans, kwa sababu timu ya Yanga ndio ilikuwa nyumbani na Simba walipeleka malalamiko wali yao TFF, ya kwamba na bodi ya ligi ya kwamba wao hawataweza kucheza kwa sababu walizuiliwa kufanya mazoezi yao ya mwisho kwenye uwanja ule, licha ya kwamba Simba walienda usiku na tulishuhudia sakatari lilienda lilienda, lakini mwisho wa Simba, mchezo ukaahirishwa, kitendo ambacho wao hawakuridhika nacho. Sasa nirudi kwenye swala la Haji Manara. Haji Manara, baada ya panda shuka hizo zote mbili, leo amekuja na chapisho ama andiko, pitia ukurasa wake wa Instagram akiandika andiko ambalo nitakusomea muda mfupi ujao, huku akiambatanisha na picha ambayo amemshika bega Wallace Karia. Caption inaandika inasomeka hivi, pengine ulitegemea. Anaandika sasa hapo Haji Manara kwa kusema kwamba pengine ulitegemea baada ya kutumikia kifungo cha kikatili dhidi yangu na kilichojaa uonevu usiomithilika, labda tukikutana ntaleta nongwa ya Kizaramo? Akaweka na alama ya kuuliza, akasema hapana, la hasha! Sipo hivyo na nilisha samehe. Ila haiondoi ukweli pamoja na cheko hili tukikutana, inabidi akubali kuwajibika yeye na wenzie. Akamalizia kuandika kwa kusema kwamba tutacheka lakini tutaendelea kushinikiza aombe radhi na apumzike uongozi kwa sasa. Akamaliza na hashtag ya kusema kwamba Karia must go. Sasa hapo ndo mwisho wa andiko la Haji Sandi Manara El Bugati. Sasa watu wamekuja kujaribu na wenyewe kuweka maoni yao kwenye hichi ambacho Haji Manara amekiandika. Watu wengi wamekuja kuandika hapa, na komenti ambazo zimeandikwa hapa ni nyingi sana, zikikaribia komenti elfu moja mia mbili na kuendelea huko lakini nitakusomea chache kulingana na ambazo zitakuwa karibu ndizo ziona hapa. Huyu amesema ya kwamba katika kiongozi sahihi na mwenye vision ya mpira wa Tanzania ni Karia, jamani, kiongozi wa mfano pamoja na mapungufu yake, na hakuna binadamu aliyekamilika. Akamaliza kuandika hivyo, lakini pale kwenye komenti yake wamekuja kujibu watu 49 mpaka sasa, ambao nakusomea komenti hiyo. Lakini mwingine akasema kwa kumuuliza Haji Manara, wewe kama nani? Karia tunaye na tunatamba naye. Huyo pia watu wamekuja kumjibu pale, watu 35 lakini mwingine akaja kuandika kusema kwamba kwamba wewe ndo unaumia sana na unafanya yote haya, wewe kama nani? Kuna huyu ameandika kwa kusema kwamba kilichopo hapo sio kwamba Karia anaponzwa na statement yake, kilichopo ni hasira zako zinatokana na kuwahi kufungiwa kuhusiana na masuala ya soka. Lakini hizo tu ni komenti ambazo nakusomea hapa kupitia ukurasa wa Haji Manara na kwenye andiko ambalo ameandika na kushinikiza Karia must go.